Na pasipo kumwaga damu hakuna nini, ondoleo la dhambi. hizi Waiwalia ikisema najua mnafahamu karibu, bila kila kitu kimetakaswa kwa damu ya Yesu, na pasipo kumwaga damu hakuna ondoleo lolote la dhambi. Turudi Warumi tano moja hadi mbili. Turudi pale Warumi tano moja hadi mbili. Basi tukiisha hapa. Kitabu cha Warumi sura ya tano mstari wa kwanza. Basi tukiisha kuhesabiwa haki kutokana katika imani namuwe na amani na mm. kwa Mungu mm. kwa, kwa njia ya Bwana wetu Yesu Kristo, ambaye kwa yeye tumepata kwa njia ya imani mm. kuifikia neema hii mm. ambayo mnasimama ndani yake mm. na kufurahi katika tumaini la utukufu wa Mungu. Wala si hivyo tu, ila na mfurahi katika viki pia, mkijua mm. ya kuwa dhiki eh, kazi yake ni kuleta saburi mm. na kazi ya saburi mm. Mstari wa nane: bali Mungu aonyesha pendo lake yele mwenyewe kwetu sisi kwa kuwa Kristo alikupa kwa ajili yetu tulipokuwa tutazi wenye dhambi. Mstari wa tisa: basi zaidi sana tukiisha katika damu yake tutaokolewa na adhabu kwa yeye. Kwa maana ikiwa tulipokuwa adui tulipatanishwa na Mungu eh, kwa mauti ya Mwana wake wana, hmm, zaidi sana baada ya kupatanishwa mambo ya sibaki hapa hapa, kwa maana ikiwa tulipokuwa adui tulipatanishwa na Mungu kwa mauzi ya mwana wake, zaidi sana baada ya kupatanishwa tutaokolewa katika uzima wake. Wakati huu msemaji Paulo atawaambia Warumi, anawaandikishia Warumi hii ni yao dola ya Kirumi. Kwa hiyo makanisa yote Kristo yako chini ya dola ya Kirumi, isipokuwa tuo kale tuandike kujifanisha panisha mabeno kwamba sisi tumeokoka, ndio, na baadhi yetu wanashinda usimama katika wokovu, wakilahisisa mambo fulani fulani ya warahisi kwao. Lakini ukweli aliyeandika tamia hii hajakosea, ni hakika kabisa kwamba haya iyoikaumu tunakubaliana nayo hakika na ukiyafuatilia unasimama imani, na aliyetukomboa ni Yesu kwa damu yake pale msalabani, na sisi hatupasi kujiongezea chochote wala kujiongezea jambo lingine. Na ujasiri huu nilikuwa nao mahali pengine, nikihubiri, waliniomba msiba fulani wa fulani wa dini mtungaji, hebu tueleze na na wagegani wewe basi ni ni nikaanza kueleza, nilieleza ni nini, eleza vizuri sana jamaa. Walitafuta sana ili siku nyingine niwahudumie, niliwaambia muda aombei sanadasi mimi namdaikakisani. Mtu akitaka akiwa na shida ya neno la Mungu alimwenda kanisani, lakini sio mitaani. Ehe, mitaani kuna vijana, kuna wanjisi matuma kule waende mitaani, lakini hao watu niwaambia kumbe ao ni wakuwa atee. Kwa hiyo lazima umwamini Bwana Yesu, umwamini na nyumba yako yote, umwamini na moyo wako wote, umwamini niya, ukubali kila wakati. Ukimkubali utafika mbali, usipomkubali utaishia njia yako, hautafika unakoelekea, unapokwenda. Na huyu aliyeandika kwamba mbinguni ni kwetu, Bwana yake hajakosea. Ukishiona hapa duniani, eshuka kuijenga nyumba yako vizuri usije ukamchoma ukajenga nyumba vizuri, ukiona skuli hiyo. Jamani, bwana kataa skuli kwamba zisikae kwenye mali yako. Mimi napenda kitulu, kwa hiyo hata tu skuli ziwepo. Kwa sababu gani? kuna sehemu yenye ambayo mtakaa mbinguni, ambayo hiyo itatamanika, sehemu ya ukajaa kwenyewe tu. Kwa hiyo watu wengine wamefikiri kwa